Hebu fikiria mtu ambaye anaonekana mtakatifu, mwenye hekima, mnyenyekevu, na aliyejitenga kwa ajili ya kazi ya kiroho. Mtu ambaye kila mtu anamwangalia kama mfano wa kuigwa. Lakini nyuma ya pazia, anapambana na kitu kizito, kimya kimya, tamaa ya mwili. Ndiyo, leo tunazungumza kuhusu jambo ambalo wengi hawawezi kulisema hadharani. Wateule, watu waliotengwa na kuitwa kwa kazi ya kipekee na Mungu, huweza kuwa katika vita vya ndani vya tamaa i, vita visivyoonekana kwa macho ya kawaida. Katika video hii, tutafunua sababu tano zinazowafanya wateule wapambane kwa siri na tamaa ya mwili. Na tukimaliza, utaelewa kwamba kuwa mteule haimaanishi kuwa huru na mapambano ya kibinadamu, bali ni safari ya kujitambua, kupigana na kushinda kwa neema. Tamaa ya mwili haikuanza leo. Hata watu wakuu katika historia ya kiroho waliipitia. Hili linatufundisha kuwa hakuna aliye juu ya majaribu, lakini pia hakuna asiyeweza kushinda. Hebu tuangalie mifano michache maarufu. Moja, Daudi i mfalme aliyeanguka kwa tamaa. Mfalme Daudi alikuwa mtu wa Mungu aliyeitwa mtu wa moyo wa Mungu, lakini hata yeye alishindwa na tamaa ya mwili. Alimwona Bathsheba akijiogesha, akamtamani, akalala naye na hata kupanga mauaji ya mumewe Uria ili kuficha dhambi yake. Lakini Daudi alikuja kutubu kwa uchungu mkubwa. Katika Zaburi hamsini na moja tunaona moyo wake ukilia kwa Mungu, e Mungu, uniumbie moyo safi. Hii ni ishara kuwa hata walioanguka bado wanaweza kusimama tena kwa toba ya kweli. Mbili, Samsoni ni mtu mwenye nguvu aliyeshindwa na mapenzi. Samsoni alipewa nguvu za ajabu na Mungu ili kuwaokoa Waisraeli, lakini alishindwa kujiweka mbali na wanawake waliomvuta kwenye uharibifu. Upendo wake kwa Delila ulimponza, na alipotoboa siri ya nguvu zake, alishushwa, akapofushwa na kufanywa mtumwa. Lakini hata mwisho wa maisha yake alipomlilia Mungu alipata ushindi wa mwisho kwa kuangusha maadui wa Israeli. Hii inatufundisha kuwa rehema ya Mungu haikuisha hata baada ya kuanguka. Tatu, Yusufu ni mfano wa ushindi dhidi ya tamaa ya mwili. Tofauti na Samsoni na Daudi, Yusufu alionyesha mfano wa kuigwa. Alikuwa mtumishi katika nyumba ya Potifa na mke wa bwana wake alimjaribu kila siku. Lakini Yusufu alikataa, alisema niwezaje kufanya uovu huu mkubwa na kumkosea Mungu? Aliamua kukimbia, akapoteza cheo na akafungwa, lakini aliokoka kiroho. Sababu tano zinazowafanya wateule wapambane kwa siri na tamaa ya mwili. Sababu ya kwanza, uelewa mkubwa wa kiroho unaamsha hisia kali. Wateule ni watu wa kipekee. Wana uwezo mkubwa wa kuhisi, kutafakari na kugusa mambo ya kiroho kwa kina. Lakini kile ambacho watu wengi hawajui ni kwamba hali hii pia huamsha hisia za kimwili kwa kiwango kikubwa zaidi. Kama vile wanavyopenda kwa undani, wanaweza pia kutamani kwa undani. Tamaa ya mwili sio kwa sababu hawana hofu ya Mungu, bali ni kwa sababu wao huhisi kila kitu kwa kina. Hii ni silaha mbili kali, baraka na changamoto kwa wakati mmoja. Sababu ya pili, upweke na kujitenga kihisia. Mara nyingi mtu aliyechaguliwa kwa kazi ya kiroho hulazimika kutengwa, iwe kimazingira, kimahusiano au hata kihisia. Upweke huu huweza kuwa shimo la giza linalozaa hamu ya ukaribu wa kimwili. Wanaweza kuwa hawana mtu wa kuzungumza naye kwa kina, hawana mahusiano ya kawaida kama watu wengine au wanaogopa kushiriki hisia zao kwa hofu ya kuhukumiwa. Na pale mwili unapotafuta faraja, tamaa ya mwili huweza kujitokeza kwa nguvu sana. Sababu ya tatu, mashambulizi ya kiroho. Hebu jiulize kwa nini mtu aliye katika mstari wa mbele wa kiroho apambane na tamaa ya mwili? Jibu ni rahisi, wateule ni shabaha ya Shetani. Shetani hafurahii kuona mtu akiishi maisha ya kiroho kwa mafanikio. Hivyo basi, moja ya mashambulizi makuu anayotumia ni tamaa ya mwili, kwa sababu ni silaha ya pole pole, lakini yenye nguvu kubwa ya kubomoa ndani kwa ndani. Wateule wengi hukutana na vishawishi vikubwa hata katika ndoto zao. Hawaelewi kwa nini, lakini ndani yao kuna mapambano makali. Huu ni ushahidi kuwa wanapiganiwa na kimwili. Sababu ya nne: majeraha yasiyotibiwa na matamanio yaliyokandamizwa. Wengi wetu tumekuwa tukifundishwa kukandamiza hisia zetu badala ya kuzitambua na kuzitibu. Wateule mara nyingi hujiona kama hawaruhusiwi kuwa na tamaa, hivyo wanakandamiza kila hisia. Lakini kinachokandamizo bila kueleweka, hujitokeza tena kwa nguvu zaidi majeraha ya zamani kama ya kupendwa kisha kuumizwa, kunyanyaswa au kuachwa yanapokosa tiba ya kiroho na kihisia, kujitokeza kama tamaa zisizoeleweka. Kwa hivyo tamaa hiyo siyo tu hamu ya mwili, bali ni kilio cha ndani kinachotafuta uponyaji. Sababu ya tano, hii shinikizo la kuonekana wakamilifu. wateule huaminika kuwa watu waliokamilika. Jamii huwatizama kama taa ya kuongoza wengine na kwa sababu hiyo hawathubutu kuonyesha udhaifu wao, hasa pale inapohusu mambo ya mwili. Kwa sababu ya hofu ya kuhukumiwa, hukaa kimya, wanapambana kwa siri, wanajilaumu na wakati mwingine hujiona kama walaghai wa kiroho. Shinikizo hili la kuonekana wakamilifu huongeza mzigo mzito i mzigo wa aibu, hatia na maumivu ya ndani. Hii hufanya tamaa ya mwili kuwa ngome ngumu kuvunjika, kwa sababu hakuna anayejua kuwa vita hiyo ipo. Jinsi ya kushinda tamaa ya mwili hatua muhimu. Moja, tambua udhaifu wako. Usijione kuwa uko juu ya tamaa kama Daudi, Samsoni au hata watumishi wakubwa wa leo. Majaribu huja kwa kila mtu. Ukijua kuwa uko hatarini, utakuwa makini. Mbili, omba na kuishi kwa Roho. Biblia inasema tembeni kwa Roho, nanyi hamtatimiza tamaa za mwili. Maombi siyo ibada ya kidini tu, ni silaha. Omba uongozi, ulinzi na nguvu za kiroho kila siku. Tatu, kwepa mazingira ya kishawishi. Usijaribu kujaribu nguvu zako kwa kukaa karibu na yale ya kama Yusufu, kimbia Futa picha, acha mazungumzo ya faragha yasiyo na maana, epuka upweke usio wa lazima. Nne, zungumza na mshauri unayemwamini, usipambane peke yako. Tafuta mtu mkomavu wa kiroho au mshauri mwenye hekima. Watu walioko kwenye nuru hawawezi kushikwa na giza kirahisi. Tano, jisamehe na simama tena. Ukianguka, usiendelee kulala Usikubali sauti ya aibu ikushinde. Tubu kwa moyo wa kweli, jitathmini na anza upya. Mungu haangalii aliyeanguka, bali aliyeamua kusimama tena kwa neema. Mapambano dhidi ya tamaa ya mwili ni ya kweli, ni makali, na hujificha ndani ya mioyo hata ya watu wa Mungu. Lakini kwa uaminifu, maombi, hekima na msaada wa kiroho, ushindi unawezekana. Usione aibu kupambana Wateule wengi hupambana kwa siri, lakini ushindi wa kweli huja kwa kujiangalia, kujiombea na kuendelea kuamini kuwa Mungu huponya hata tamaa kali zaidi. Asante kwa kutazama. Kama video hii imekugusa au umejifunza kitu, usisahau kupenda, kuandika maoni yako na kusambaza kwa wengine. Huu ni wakati wa kweli wa kuwa huru, wa kuwa wewe.